Ujambo na karibu langu. Jina ni Maskini Msomi na hii ni Maskini Msomi TV. Taarifa inayonifikia kwa sasa ni kwamba polisi mmoja nchini Kenya amemuua mpenzie na kwa kumpiga risasi arobaini na saba. Hii ni baada ya binti huyu kumkataa baada ya polisi huyu kumsomesha hadi chuo kikuu. Mwanaume huyu ambaye ni polisi, ambaye anafahamika kama Patrick Oita Nyapara, ambaye ni polisi nchini Kenya, alimuua mpenzi wake kwa kumtandika risasi arobaini na saba baada ya binti huyu kumkataa pindi alipomaliza masomo ya chuo kikuu. Kwa maelezo ya Patrick, ni kwamba alimchukua mwanadada huyo Aliyejulikana kama kwa jina Christine Maonga, kutoka familia duni kijijini, na kumpeleka mjini Nairobi kama mke wake ambapo aliamua kumsomesha mpaka chuo kikuu. Alikuwa akimlipia karo na mahitaji mengine pamoja na kutuma pesa kwa mama mzazi wa binti huyo kama msaada kutokana na familia hiyo kutokuwa na uwezo wa kumudu gharama za maisha. Baada ya baada ya kuhitimu masomo yake, Kristin alimwambia Patrick kuwa amechoka kuwa naye na mtu asiyekuwa na hadhi yoyote na afai kuwa mpenzi wake, hivyo ni vyema kila mtu afanye mambo yake. Christine alimwambia Patrick hivi, nimepata mpenzi mwingine ambaye ananifaa sana, pia ni mkurugenzi wa kampuni moja kubwa sana jijini Nairobi, hivyo siwezi kuwa na wewe. Patrick, mtu asiyekuwa na future na ni daraja la una ulikuwa na daraja la D, ama alikuwa na D plain kwa masomo yake, daraja ambalo ni dhaifu kwangu alisema Christine. Hapo ndipo mwanaume huyu ambaye anaitwa Patrick na polisi kuwa na asira na kumtafuta mpenzi ambaye amekuwa akimfundisha kutoka, ama kumsomesha hadi chuo kikuu, ambapo Christine wakati amehitimu, alimdharau Patrick, kitu ambacho kilimfanya Patrick kupandwa na hasira na kuamua kumpiga risasi arobaini na saba na huyu Kristini kuaga dunia, ni funzo kwetu kwamba mchumba asomeshi utakuja kujinyonga. Kwa hivyo iwapo una msichana unamfundisha ukidai ya kwamba ipo siku atakuwa mke wako, ndugu yangu, unajidanganya moa alivyo. Kama, kama utaki kumsomesha, mwacha asomeshe na wazazi wake, baadaye ndio muweze ya kuoa. Lakini ukichukulia ya kwamba umempeleka shule na wakoro huko utanyang'anyi utakuja kulia. Langu jina ni Maskini Msomi na hii ni Maskini Msomi TV.